Okay, karibuni tena e, leo tutakuwa tunaangalia HTML. So what is HTML? HTML nini? So wacha tuangalia e, tutaanza kwa kuangalia uh, definition na vitu zingine ambazo zinatengeneza HTML. Wacha nifunga hapa. And so nitaita HTML alafu itaniambia HTML nini. Kisha tutaangalia uh, HTML learn HTML jifunze HTML hapa uh, unaangalia HTML is a standard markup language. Ni uh, abbreviation ni ufupi wa standard uh, markup language for web development, ya kwamba standard language ya kujifunza uh, utengenezaji wa mfumo wa, uh, wa website. Uh, so HTML, you can create your own website. Kupitia HTML, utatengeneza website yako venye unataka ikae ini website kwa mfano. So na imetengeneza kupitia HTML. Ni rahisi kujifunza, hapa inatuambia hivyo. So you learn yourself. What is HTML? It's a standard, uh, stand for. Hypertext markup language. Yeah, in a describe mfumbo wa internet, jinsi ya kuitengeneza internet. So na hapa ndo, hii ndio ni kila kitu ambayo inaingia kwa, kwa HTML ambayo inatengeneza HTML. Doctype, HTML header, title, body uh, so hii ni kila kitu ambayo unafaa kulana kupitia HTML. Anyway, kila kitu ni hii ambayo unaiona hapa, everything ambayo unaiona kwa hii website imewekwa ndani ya hizi tags ambao umepatiwa hapa. So in explanation yake this one hapa, hivi ina declare in ina declare kwamba this is an HTML5 doc type. Ukianza kuitengeneza website yako, lazima uanze kwa kuidivine hii doctype ambayo tumeiona hapa juu, nitakuonyesha jinsi ya kuiweka kwa website yako. Na nini? Kuna HTML element, the root element of html. Tukiitumia kila kitu, yani inasimamia mzingi wa website yako, ni kwamba yote inaingia hapa ndani ya html. Ni root head kuna vitu ambavyo tutakuwa tunaweka kwa header kama title meta tag, wakati tunakuja kuiangalia CSS na pia pia JavaScript functionality ya website yako. Kuna title hii itaingia kwa head. Kuna body, ii body element ina divine the body container eh, vitu kama header itakuwa tunaiviaka kwa body paragraph so ukiona hii website yako venye iko hivi, hizi vitu vyote sime iko ndani ya body. Kuna h1 element ina define eh, eh, h1 element na kuna paragraphs. So what is html element hizi? So, html elements sime eh, eh, kuna opening na closing tag yake na utakuwa unasiangalia hapa, vyenye tumeiona HTML kuna opening ambayo imefungua na kufunga, ndio imeona hapa. Alafu hapa ndani ya content tutakuwa tunasieka information yetu ambayo tunahitaji, kwa mfano h1 h1, hii ni kama title, na kuna paragraph so lazima ufunge na kufungua ndani yake, ndo tunaweka paragraph information yetu. Na hizi ndo mfano, first heading my first paragraph, tafunga na kufungua. So wacha tuangalie, tutakuwa tunatumia partial studio code, vs code. Just type type vs code kwa website yako, venye umeona hapa nimei type nikizoom utaiona vizuri Type pige hivi Visual Studio Code and then ta Google itakufungulia hapa, utaiona download. Kama hujaitumia uta download click download window ita, itakudirect kupitia system ambayo wewe mwenyewe unaitumia, so i download. Ukisha download utaiona hivi hivi, ndio itakufungulia mara ya kwanza ukiifungua. So next desktop yako ama depend, wewe utafungua wapi, utaiaccess kivipi? Just fungua, create folder, mimi nime create html hapa hivi kwa desktop yangu. Eh, Visual Studio Code utaiona kuna files, kama ujaitumia Visual Studio Code utaiona kuna files hapa, kuna on the left na kuna hizi hii inanionyesha kwamba eh, nini ambayo nimefungua sasa, hizi folder ambayo nimefungua ni html hapa, hapa, hivi kwa search, mbona huku chini kuna timeline hapa on your left. Nikifungua itanifungulia hii folder ambayo unaiona hapa explorer, hapa ndo itakuwa tunatuonyesha ni, eh, ni, kandagani ni kazi gani tunaifanya saizi. Kwa mfano HTML nikikiria tingine CSS itanionyesha ya kwamba kuna CSS pia. Kuna search hizi eh, zingine utakuja kusiangalia baadaye. kuna extension. kwa extension hapa una, unafaa uh, ku install kupitia code this one here Just click and install this one, tutakuja kuiangalia, inatusaidia formatting kuiformat. Umeona hapa imekuambia inakusaidia kuiformat, inatusaidia kuiformat. Nafaa uangalie VS Code icon hapa hivi. Ya, itakusaidia kuidentify eh, ni document gani. Kuna icons za kila kitu kama logo yao, itakusaidia kwamba kwa mimi saa hizi na work on my HTML. Alafu kuna live server, nataka nifungue live server, tutakuja utakuja kuiangalia baadaye, wakati tutakuwa tuna access website yetu live, tuna go any changes utakuwa una make, itakuwa ina capture live So hizo tu ndio inafaa uangalie. So turudi huku kwa HTML yetu na tuanze kuangalia what is HTML, jinsi tumeishaangalia huku na vyenye tumekuwa tukilearn. So wacha tuanze na huku juu doctype. So tukirudi huku kwa HTML yetu, tunafaa uangalie hapa kwa left kuna new file na new folder kuna refresh na kui collapse kui collapse tu ni kuifunga everything ambayo umeshaifungua huku, lakini kwa sasa tunahitaji kuifunga. So kitu nafaa kufanya ni kuitengeneza new file. Uh, new file ni kwamba nataka utengeneza html document ambayo inaitwa index.html. Make sure ya kwamba iko in small cap in small letter lower letter html na uifunge na dot html. Inaambia kwamba hii ni html ya hii, ni do, hii ni document ambayo inafungua ni ya html <coughs> na pia labda unatengeneza css baadaye ambayo tukiangalia, so CSS utaifunga na styling.css. So angalia HTML kama kujenga nyumba. So HTML ni foundation yako ya kujenga nyumba, venye unajenga nyumba yako ini foundation mawe mpaka kwa kwa ceiling hapo juu bila vyo na vitu zingine. Hii si tu, ni blocks ambayo imesimamisha nyumba mzingi. CSS ni kama styling, coloring, kupiga plaster, hiyo ni CSS ku decorate nyumba yako venye inafaa, decorations zote ambayo unaiweka kwa nyumba yako, coloring, vioo glasses, hiyo ni hiyo, si, hiyo ni CSS. Umeistyle nyumba yako kivipi? Alafu kuna JavaScript. JavaScript ndio inapatia, ukiangalia hii website hapa hivi y yeah. Kitu ka hii utaitumia CSS, sawa. Hizi coloring hii ni CSS, but mwanzoni hi venye umezie type hivi hini. HTML kuja kuweka hizi kala ndo tutakuwa tunaziangalia CSS, lakini ukikuja kwa type hapa hivi search HTML, hii functionality imeletwa koko na JavaScript maona ndo ipate hiyo function ambayo unafaa kuitafuta, venye nimeitafuta hivi, nimeiweka through javascript ah, kifungua hivyo, ona vyenye najifungua vizuri, styling javascript ndo nimeitumia, ona venye najifunga hivo. Sasa nimetumia javascript kunipatia hiyo venye nimeitengeneza hivyo, so hizo ni javascript nime change color hiyo ni javascript, so unailan kupitia javascript. So wacha turudi huku na tuangalie ile um, website yetu tulikuwa tumeanza na doctor. Tulisema uh, ukishaifungua index.html, so tunafaa kuiangalia ni nini ambayo inaenda huku kwa website yetu Tulikuwa tumeanza kwa kusema tutaanza na doc type. Hii ina, inakuambia kwamba this a uh, html 5, nani html5. Kitu ya pili ambayo tulisema ni put yetu ni html, ni element nyingine, so opening element, opening tag na closing tag, hiyo ni ya pili. So, umeona hii ni root ya website yetu, venye tulikuwa tumeiangalia huku on mwanzoni so, na so hizi vitu vyote zitakuwa zinaingia ndani ya html, na ya pili ukitaka tu header, hda haswali tulikuwa tunaitumia a zile pretty code icon hii ni icon hapa, unaiona hapa hivi icon ya HTML. So nikitumia nikikliki hapa kwa hida, itanipatia opening tag. hii ni opening tag. Hii ni closing tag, naifunga kuna vitu ambazo zinaingia ndani ya ulisema inaingia huku ndani ya eh, ida yako so head vitu kama title, so my website apaneka yeah, yeah, title, lakini utakuta kuiangalia pia vitu kama vile link, wi link na CSS utailink hapo CSS yako utaangalia kwa sasa, lakini umeona hapa ndo utakuja kuilei CSS yetu baadaye. So tukitoka hapo kwa heda, kitu ya pili ambayo, uh, kitu kingine ambayo inafaa kuifuata ni body. So body ya website yetu. So kila kitu unayoangalia kwa hii website iko ndani ya body maana hii website everything hapa kwa hii website imewekwa ndani ya body, na ukitaka kuanza kitu cha kwanza ambayo unaanza kuweka kwa body yako, unafaa kuanza na labda, eh mtu anaanza na title kai hii hapa, example html document introduction html introduction. Umeona hapa hizi ndo ni h1 for instance. H2 labda H3, h1, h1 is. hizo ndo ni kitu inaitwa header. so na sote zinaingia hapa kwa body. so kuna header, header 1. Nini inaingia kwa header 1? Tuseme. Yeah. Venye umeangalia hapo yeah. tunataka kutengeneza website yetu ambayo tunasema labda school school la uh, ambayo unaenda university ama yeah. secondary. So angalia shule ambayo umeshaenda, tengeneza website ya hiyo shule ama kitu yote ambayo wewe unafaa kwa kutengeneza, for instance ambao uko nayo kwa kichwa. Mimi nitaangalia shule ambayo ni Sa house Sa house hi high school Sa house high school. Hiyo ni h1 wangu. Nakitaka kuiangalia atwasa simu, nilikwambia download uh, install live server hii. so naweza kuitumia hii live server kuiangalia, ikuja huku shop preview, iclik click na website yetu. Sasa ndio imekuja h1 ya kwanza, shop preview Click control b kuifunga hii side ya website ambayo tunahitaji kuiona kwa sasa, so itatupatia nafasi au kuja huku, click control go live. hapa tunaona go live. so hii ni website yetu hapa, hivi go live, sawa

So H2. So secondary school. So location. Maona hapa hii imekuja ikiwa ni lower letters so unaanza kuiona kwa i size yake ni ndogo kuliko ile h H1, so H2 ni ndogo pia, so H3. H3.

classes so tunaendelea hivo, tuseme H6, tuseme lessons. So umeona imeenda kutoka H1 to H6. Lakini hatuna H7, ukiklik huwezi kupatia yeah, anything. So inamaanisha header inaenda kutoka 1 2 3 4 5 mpaka 6 na naunasa itunia yeni. So ukirudi huku utaangalia website yetu yeah, South High School h1 location teachers student life classes na lessons. So hiyo ni website yetu venye umeona hapo. So kuna paragraphs paragraphs kama vyenye kitabu hiko au ile website yetu ya kwanza huku, umeona hizi kuna hii paragraphs hapa, eh na kuna hizi other information, umeona ana ordered list au unordered list. So kuna paragraph hii paragraphs tasi ya kawapi ukiangalia hivyo, so paragraphs inakuja kwa hii, hii information hapa. So, tukirudi kwa website yetu yetu huku, naona mali tutasiweka paragrafu yetu, paragrafu zitaingia wapi? Mali we utachagua kama saosa high school, weka paragrafu yako andika yeah. Anything ambayo unafaa kuweka kwa paragrafu yako weesita sina yes, information ya kuitabu hapo, so hiyo ndio information mimi nimeweka kwa paragraph yangu kwanza, inaniambia sasais ni... so, labda to... inapatikana wapi huku huku na information ambayo unahitaji so unakuja huko pia, seka paragrafu ingine. Yeah. That's another paragraph in paragraph nyingine, mhn sote ambao unafaa kuweka kwa paragraph yako. Yeah. So, paragraph nyingine, so lazima uwe na hizi paragraph zote ama ukuwe na heading 1 mpaka 6, yeah. But hivyo ndio unafaa kuifanya na kuonyesha tu jinsi wewe unafaa kuiona. So nikirudi kwa website yangu unaiona hapa, eh yeah. So high school South High School labda huku ndo inapatikana, ikiwa hivi na hivi, kuna location teachers to the life yeah, so, so uh, asante sana ku watch, uh, this lesson ya HTML uh, kirudi tutaangalia pia zile elements zingine ambazo zinafaa tutasiendelea uh, na other elements. Kuna elements nyingi sana ambazo tutaiangalia sote so eh, kwa sasa tumeangalia h1 mpaka h6. Tumeangalia jinsi ya kutengeneza html yetu, mali unafaa kuiweka everything hizo, eh, vitu zingine zote tutakuwa tutaendelea na hii website yetu, tutaendelea kuibuild up. Otherwise, asanteni eh, sana share I lesson kwa wengine ambao wanafaa kulan kama we unaanza kulan HTML ama umekuwa ukilan mwanzoni ukaiacha. So hii ni mzuri sana kuanza for introduction yako. Uh, thank you very much, na like, subscribe au share. Yeah, kwa wengine, thank you.